Mahakama ya Tanzania imetoa orodha ya mambo ambayo wadau walikubaliana kutekeleza katika mikakati iliyowekwa na mkutano wa mahakama na wadau kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani uliofanyika makao makuu ya mahakama ya Tanzania mkoani Dodoma tarehe 24 Septemba 2025. Kwa mujibu wa taarifa ya mahakama hiyo ya Oktoba 8, 2025 ambayo imeachiwa leo Oktoba 9, 2025 na mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano mahakama kuu, Chami Gerard Julius, imeeleza kwamba katika mkutano huo, wadau walikubaliana kutekeleza mikakati ifuatayo ili kuimarisha ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani. Jambo la kwanza ni kila taasisi ambayo ni mdau wa mnyororo wa utendaji haki mahakamani iwajibike ipasavyo kutekeleza jukumu lake kwa kuzingatia Katiba, sheria na maadili ya utumishi yanayosimamia taasisi husika. Pili ni wadau wote waheshimu na kulinda hadhi ya ukuu wa mahakama. Aidha, mahakama kwa upande wake isimamie ipasavyo sheria na kanuni zilizopo, ikiwemo sheria inayohusu kosa la kuidharau mahakama ili kulinda hadhi ya ukuu wake. Jambo la tatu ni mahakama na wadau wa mnyororo wa haki waimarishe mawasiliano miongoni mwao kwa kwa lengo la kuchukua hatua kwa haraka pale changamoto za utoaji haki zinapojitokeza. Jambo la nne ni mahakama na wadau wote watambue nafasi ya kila mmoja, wadumishe heshima nidhamu ya kazi na wazingatie sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza utekelezaji wa majukumu ya kila mdau. Jambo la tano inaeleza kwamba kila taasisi ambayo ni mdau wa mnyororo wa haki iimarishe ufuatiliaji wa mashauri na uwajibikaji kwa kutoa taarifa sahihi na za mara kwa mara kuhusu utekelezaji wa mikakati hii na kutumia mifumo inayosomana ili kuimarisha mawasiliano. Jambo la sita ni wadau wanaokiuka maadili wachukuliwe hatua ipasavyo kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamiwa na kila mdau husika. Jambo la saba imeeleza kwamba ni Mahakama iongeze na kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kuendesha mashauri yanayohusu watuhumiwa waliohamishwa katika magereza mbalimbali kutoka kwenye wilaya zisizo na magereza, ili upatikanaji wa haki uwe wa haraka na wa gharama nafuu lakini jambo la nane ni vikao kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa jukumu la utoaji haki mahakamani, vifanyike angalau mara nne kwa mwaka, ili kujadili changamoto na kufuatilia utekelezaji wa mikakati hii. Kikao kifuatacho kifanyike mwezi Februari mwaka 2026. Lakini jambo la mwisho ambalo limeorodheshwa katika taarifa hiyo ni kila taasisi ambayo ni mdau wa mnyororo wa haki mahakamani iweke utaratibu madhubuti wa ndani ya taasisi utakaofanikisha utekelezaji wa mikakati hii.